Shalom. Sasa, leo nitakuonyesha ndoto kubwa tano ambazo ukiziota hizo ndoto zinamaanisha kwamba wewe ni mtu hatari sana duniani. Yaani, wewe sio kawaida. Wewe ndani yako una jambo kubwa sana, wewe ndani yako una kitu kikubwa sana ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Namaanisha nyota yako ni kali sana. Wewe ni mtu mwenye bahati wewe ni mtu mwenye ngekewa, ni mtu ambaye maadu zako anakuogopa, ni mtu ambaye una nyota iliyo kali sana, ni mtu ambaye una nyota kimataifa, ni mtu ambaye ndani yako una kitu kikubwa sana ambacho ni tofauti na watu wengine. Yamkini unajichukulia kawaida kutokana na maisha yako ambayo unaishi, yamkini unajichukulia kawaida kutokana na ile hali ambayo unapitia siku ya leo, yamkini unajichukulia kawaida kutokana na vile watu ambao wanakuchukulia. Lakini utakapoota ndoto hizi basi tano ambazo nitakutajia siku ya leo, ujue wewe ni mtu hatari sana, wewe sio mtu wa kawaida, wewe ni mtu ambaye muda mchache kuanzia sasa unaweza kaja kuwa maarufu muda mchache kuanzia sasa unaweza ukaja kuwa tajiri. Wewe ni mtu ambaye muda mchache kuanzia sasa unaweza ukaenda kufanikiwa. Ndoto hizi zinaonyesha kwamba wewe una nyota iliyo kali, nyota yako sio ya kawaida, nyota yako sio kama nyota za wengine. Wewe, njia ambayo unapita sio kama njia ya watu wengine kwa sababu wewe ndani yako una kitu kisichokuwa cha kawaida. Basi kamba mpaka mwisho wa video hii kwa sababu nitakuonesha ndoto zipi hizo ambazo zinaonyesha kwamba wewe ni mtu hatari sana duniani na ni kitu gani cha kufanya ili wewe uweze kufikia na kuzishi ndoto hizo ambazo unaziota siku ya leo. Sasa, napokwenda kutajia ndoto ya kwanza, ndoto gani ambayo ukiota ujue kwamba wewe sio mtu wa kawaida? Kama bado hauja subscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu ili kipindi ambacho tunakuletea mafundisho mapya kama haya, basi wewe unakuwa wa kwanza kuyapata. Sasa ndoto ya kwanza ni ndoto ya kuota uko na watu maarufu. Watu wale wanaweza kuwa ni wasanii wanaweza wakawa ni wanasiasa, wanaweza wakawa ni watumishi, wanaweza wakawa ni influencers, wanaweza wakawa ni matajiri, wanaweza wakawa ni watu wenye makampuni. Kiota uko na kiongozi maarufu, inamaanisha wewe ni mtu hatari sana, na ndani yako una roho ya uongozi. Yaani siku chache zijazo utakuja kuwa na uongozi mkubwa, utakuwa na uongozi ambao utakuja kuletea umaarufu mkubwa sana. Au ukiota uko na wasanii maarufu, hii inamaanisha kwamba mahali pale ambapo unaona hawa wasanii, ile sehemu ambayo unaona wasanii wapo ndio na ile sehemu ambayo unatakiwa kuwepo siku ya leo. Ndio maarufu ambao unaona kwao, yale mafanikio ambayo unaona kwao ndio mafanikio ambayo siku ya leo na wewe unatakiwa uwe nayo kwenye maisha yako. Ama kama unajiona uko na watumishi maarufu, wengine wanaota wako na watumishi maarufu wanaongea nao, wengine wanawasaidia, hii inamaanisha kwamba cha kwanza ndani yako una karama ya utumishi, ndani yako una karama ya utumishi na utumishi ambao uko nao sio utumishi wa kawaida, wala sio utumishi wa nchi, bali ni utumishi wa kimataifa ama kuna watu wengine wanaota wako na kina Jeff Bezos, unaota wako na kina Bill Gates, unaota wako na kina Elon Musk. Hii inamaanisha kwamba wewe utakuja kuwa mfanyabiashara mkubwa sana. Wengine wanaota kwamba anaongea nao. Inamaanisha kwamba Mungu atakutanisha na wafanyabiashara wakubwa sana. Na wafanyabiashara hawa watakuja kuwa sehemu ya maisha yako. Watakuja kuwa ni party ya msaiko yako. Watakuja kuwa ni party ya mzunguko wako maisha ya kila siku. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya pili ambayo inakuonyesha kwamba wewe ni mtu hatari sana, wewe sio mtu wa kawaida. Kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe ndo huna. Kama bado haujalike video hii mpaka hapa tulipofika, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto kubwa ya pili ni ndoto unapoota unakimbizwa lakini haushikwi. Kuna watu mkiwa kwenye ndoto unaota kuna mtu anakukimbiza sana, mtu anakufuatilia sana lakini mtu yule anaye kukimbiza hakushiki kabisa. Au muda mwingine unaweza kuwa unaota kwamba unafukuzwa na mtu lakini yule mtu anaye kufukuza inafika sehemu anashindwa kukuona, anashindwa kukushika na anashindwa kukuchukua. Sasa ndoto hizi zinamaanisha nini? Ndoto hizi zinaonyesha kwamba wewe ni mtu hatari sana, wewe sio wa kawaida. Kwa sababu kuna watu wanakutafuta kwenye maisha yako, lakini watu wale wanaokutafuta wameshindwa kukupata. Kwa sababu umewazidi nguvu na nguvu ya kiroho ulionayo ndani yako ni kubwa kuliko iliyopo ndani yao. Ndoto hizi ni ndoto za ushindi kwa sababu inaonyesha kwamba kuna mtu anayetafuta maisha yako. Kuna mtu anatafuta biashara yako. Huenda huyo mtu anayetafuta anatafuta watoto, huenda anayetafuta, anayetafuta wako. Huenda huyo mtu anayetafuta anatafuta mume wako, anatafuta mke wako, anatafuta kazi yako. Lakini kwa sababu ameukimbiza na hajakukamata, au wengine wanaweza kaota kwamba huko kwenye ndoto na yule mtu anayekutafuta na, na kutafuta kwa nguvu sana anashindwa kukuona. Ndoto hizi ni ndoto za baraka, zinamaanisha kwamba wewe ni mtu hatari sana kwa sababu maadui zako wanajaribu kutafuta, lakini wanapokutafuta wanashindwa kukupata kwa wakati. Wewe ni mtu mwenye nguvu na wewe ni mtu mwenye uweza, na ndoto hizi zinaonyesha unaulizi mkubwa wa kiroho, kwa sababu wale wanaokutafuta wanajaribu kutafuta sana, lakini wanashindwa kupata kwa sababu umezingirwa, kwa sababu Mungu anakulinda. Mungu analinda biashara yako. Mungu analinda watoto wako. Mungu analinda kazi zako. Sasa napokwenda kuwekeza ndoto ya tatu, ndoto gani ambayo inaonyesha kwamba wewe ni mtu hatari sana kwenye hii dunia? Kama bado hauja subscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu, na kama bado hauja like video hii na inakubariki mpaka tulipofika, basi unaweza ukalike mahali pale ulipo. Sasa ndoto ya tatu ni ndoto ya kuota uko ndani ya elevator ama lift, na lifti ile inakupandisha kwenda juu. Ndoto hizi zinaonyesha kwamba wewe ni mtu hatari sana, sio mtu wa kawaida, kwa sababu siku chache zinazokuja mbeleni unakwenda kuinuliwa na unakwenda kupandishwa cheo Yawezekana uko pale ulipo na pale ulipo, unatafuta mchumba, pale ulipo unatafuta kazi, pale ulipo unatafuta mtaji, pale ulipo unatafuta biashara. Inamaanisha kwamba kwenye zile biashara ama kwenye zile kazi ama kwenye kile kitu ambacho unakwenda kukitafuta mrefu mrefu mrefu sana sehemu, mrefu sana sana sana kama kama ulikuwa kuna yani unakwenda unakwenda kubloom, unakwenda kuna kuna kuna kuna kuna sehemu sehemu sehemu umestaki kwa kwa muda muda hii kwamba kwamba kuinuliwa kuja kwenye kwenye kwenye maisha maisha maisha yako yako yako yako, sio kinachokufanya wewe wewe mtu hatari na na na watu na watu na watu. Ndoto hizi mlipuko ambao ambao ambao ambao unakuja kutokea unakwenda unakwenda unakwenda kukua haraka, milango ambayo inafunguka, Mungu Mungu Mungu anakwenda anakwenda anakwenda kukutanisha kukutanisha kukutanisha ni ni wa faida, watakuinua watakutoa moja kwenda nyingine. Unaweza usinuke peke lakini, kuna watu wanaweza kutumika ili kuyainua maisha yako na kuyapeleka kupeleka mbali na ndio maana nimekuambia, natakiwa ukae mpaka mwisho, kwa sababu mwisho wa video hii, kama kawaida, nitakuelekeza ni kitu gani cha kufanya ili ndoto hizi ziweze kutimia kwenye maisha yako. Sasa unapokwenda kuonyesha ndoto ya nne, ni ndoto gani ambayo kiota inaonyesha kwamba wewe ni mtu hatari sana kwenye hii dunia? Kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo. Sasa ndoto ya nne ni ndoto ya kuota unapanda juu ya mlima mkubwa sana, lakini kwenye mlima ule unaopanda, unaopanda kirahisi sana na unafanikisha kufika kule juu kileleni. Kwa nini ndoto hizi zinakufanya kuwa wewe ni mtu hatari? Kwa sababu ndoto hizi zinaonyesha kwamba ndani yako una nguvu ya kuvuka chochote kile ambacho umewekewa na adui, awe ni mchawi, awe ni mganga, au umekuwekea vizuizi, au umekuwekea limitations, au umekuwekea barrier yoyote ile kwenye maisha yako ambayo inakuzuia wewe usiweze kwenda mbele. Unapoota ndoto za namna hii, inamaanisha kwamba wewe utavuka vile vizuizi walivyokuwekea kwa urahisi sana, na utapita pale ulipo kwa urahisi sana. Ndani yako una nguvu isiyo kwa kawaida. Pia ndoto hizi zinaonyesha kwamba kuna mpenyo unaokuja kwenye maisha yako, mpenyo wa kibiashara, mpenyo wa kiuchumi, mpenyo wa kikazi, mpenyo wa kindoa, mpenyo wa kimahusiano. Kuna sehemu ambapo ulikuwa unaona kwamba umesimama sehemu moja, lakini unapopata ndoto hizi zinaonyesha kwamba kuna mpenyo mkubwa sana ambao unakwenda kujitokeza kwenye maisha yako siku chache zijazo usoni. Na pia huwa zinamaanisha kwamba kuna pumziko ambalo linakuja mbele yako. Inawezekana kwenye hiyo sehemu ambayo upo ulikuwa unahitaji pumziko. Umepita kwenye majaribu kwa muda mrefu, umepita kwenye changamoto muda mrefu, umepita kwenye vizuizi muda mrefu, na haujapata pumziko lolote kwenye maisha yako. Lakini ndoto hizi zinakuja kuonyesha kwamba basi kuna pumziko ambalo linakuja, kuna unafuu ambao utatokea. Hata kama kuna magonjwa ambayo yalikuwa yanakusumbua kwa muda mrefu na magonjwa yale yalikuwa hayaponi inamaanisha kwamba kuna unafuu ambao unakuja kwenye hao magonjwa ambayo yalikuwa yanaumwa. Kuonyesha ndoto ya tano, ndoto gani ambayo kiota inamaanisha kwamba wewe ni mtu hatari sana duniani? Kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu, na kama bado hujalike video hii, unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto ya tano ni ndoto ya kuota umeshika panga unamkatakata mtu ama umeshika fimbo unampiga nayo yule mtu ambayo yuko mbele yako, ama unampiga nayo nyoka ama unampiga nayo mnyama yote wa hatari ambayo yuko mbele yako. Ndoto hizi zinakuwa zinamaanisha kwamba adui yako umemshinda nguvu na adui yako umeweza kumpiga na umeweza kumuondoa kabisa hapa duniani. Na ndio maana kuna wengine huwa mnaota mnashika mapanga na kule kwenye ndoto mnapiga sana watu na yale mapanga, wengine mnaota mnawaua kabisa wale watu. Hii inamaanisha kwamba wewe ni mtu hatari sana, unaogopwa hapa duniani, unaogopwa na falme za giza. Unaogopa na watu wabaya ambao wanakuja kwa ajili ya kuharibu maisha yako. Na ndio maana unaota kwamba unafia kafika, unaota kwamba unakatakata, kwa sababu wewe ni mtu hatari, wewe ni mtu ambaye Mungu amekujalia uwezo wa kiroho. Mungu amekujalia nguvu kubwa sana ya kiroho, ambayo nguvu hiyo inafanya watu wengine ambao wanakuja mbele ya maisha yako uweze kuwapiga kwa urahisi sana. Wale adui ambao wanakupangia mabaya, wale adui ambao wanajikusanya kwa ajili ya kutaka kuharibu hicho unachokimiliki, ama kwa ajili ya kuharibu biashara zako, kuharibu kazi zako, ama kuharibu watoto wako. Inamaanisha kwamba adui wale umeweza kuwashinda kwa. Na ndio maana kama wewe kuna mateso ama kuna changamoto unayopitia mara kwa mara kwenye maisha yako, utajikuta kwamba baada ya kuota ndoto hizi, basi zile changamoto zinaondoka, ama changamoto zile zinaanza kuwa za kawaida. Haiwi kama ilivyokuwa mara ya kwanza, haziwi chronic kama zilivyokuwa mara ya kwanza. Changamoto hizi zinaanza kuwa ni za kawaida. Sasa ninapokwenda kuonyesha kitu gani cha kufanya kama umeota ndoto hizi, ili kitu ambacho umekiota kiweze kuwa dhahiri, basi jambo la kwanza utakayofanya, utafungua kile kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari wa 12, inayosema, umeona vyema, maana ninaangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Kwa hiyo, utaingia kwenye maombi, utasema Mungu, wewe ambaye unaangalia neno lako hilo lipate kulitimiza. Bwana umeongea na mimi kwa njia ya ndoto kwamba mimi ni mtu hatari sana. Mimi sio mtu wa kawaida. Mimi ni mshindi, mimi ni mtu mkubwa. Baba na. Naomba niweze kuishi sasa na neno lako ambalo umeachia kwa njia ya ndoto. Sitamani kuishi maisha ya chini na maisha ambayo ni tofauti na lile neno lako ambalo umeachia kwenye maisha yangu tofauti na ndoto ambazo naziota. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaza hai. Jambo la pili utakaofanya utafungua Biblia yako katika kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 11 inayosema ninajua mawazo ni wazao wenu nyinyi si mawazo mabaya bali ni mawazo mema. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi unasema hivi

Nikombee shule elimu, visa, whatever kitu chochote kile ambacho ambacho nataka, unaweza unaweza kuchukua namba yetu yetu ya simu ambayo inaonekana upande wako wa kulia wa chini, wa mahali pale, wa chini screen mahali mahali mahali pale pale pale ukanipigia na na na na tutaongea. Mungu Mungu wa mbinguni atakusaidia. muda muda huu huu tumefikia mwisho. Kama bado hauja subscribe yetu, bado mapya, kama bado bado channel ili kipindi mafundisho mapya, basi basi kuyapata, hujalike video hii ukalike. Mungu akubariki sana, this is Apostle Deusi Sengo, amen, shalom, peace.